Kuna watu wengine hawajui maneno ya leadership kwa sababu hawajawahi kuwa viongozi. Najua kabla tufike hapa, tumekuwa vitu vingine huko, tumekuwa maseneta huko tukiwa na kina Haron, tumekuwa sijui leader majority, tumekuwa sijui vitu mingi hapo katikati, tumekuwa mawaziri. Sasa watu wengine wamefanya shortcut, sasa kupata kazi kubwa, anaanza kiburi, anamea pembe, anaenda kushindana na rais anafikiria hata yeye ni rais, na yeye ni naibu wa rais. Naibu wa rais ni namba 2 sio namba 1. Sijui kama tunaelewana jameni, naibu wa rais ni namba ngapi? no. E, na hiyo ni kazi muhimu, sio kazi ndogo, lakini usiwe na kiburi ufikie ati ufikirie hata wewe ni rais. Na sasa wanahangaika wako huko msituni, walipigwa dafurao sasa, wako huko wanapiga kelele na kupiga mbinja huko msituni. Waende, wakienda waende wa